Wezio, hapo najua kuna watu hapo wanachukiana wao. Utaf na kwa wao utafauru namchukia huyu, utafauru namchukia Amina, utafauru namchukia naye, hata kusaidia sasa. Kuwa na amani kila mtu, amani ndo kila kitu, lakini pia nidhamu ni ngao, heshima ni njia ya mafanikio. Tuwe na heshima upambani, wala usizalau shule yetu Mwakipanga amua kuja hapa mkashangaa, mkasema, senti, yani ni shule gani? Senti gani enti yani utaanza kui, kuipelekea level za senti fulani, kwa sababu wewe tu waupambani, lakini huko nje ma professional wako wengi sana. Sisi tu darasa letu kama anavyosema jamaa wangu hapa tumemaliza, tuliofaulu kabisa ni kumi na saba na wenye professional hapa ni wengi, kama amemtaja mmoja kakangu hapo, Kaligo Dotto, naye ni mwalimu wengi kina Kristofa, walimu kuna mashara, naye ni mwalimu ameshaajuliwaee, lakini darasa hili moja, ndugu yangu, tena walimu ndio tuko wengi kwenye darasa hili. Kwa hiyo, jamani, nawasihi Mwakipanga ni shule kubwa, kama una, unaona mbali, kama una macho ya ndani, Mwakipanga ni shule kubwa, ila tu tunaidharau sisi wanafunzi, lakini ungeiheshimu Mwakipanga, tukafanya yanayostahili. Usichukulie mambo poapoa kwa kwa. Tumefanya vizuri sana na shule yetu ilikuwa kubwa sana, maana kipindi tunamaliza sisi shule tulikuwa ikitoka ziba ikitoka e, nanga tukiziangalia zile shule nanga ziba, lazima hapo chini chini utaiona tu Mwakipanga, si ndio kaka?